Amskuru Allah subhanahu wa ta'ala, na kumtakia rehema kipenzi wa umma Nabii Muhammad. Apa tumefika ko ndani yakantiya kadhalika, na huu mji najulikana kama mudha na mudha, nafikire msikiti ni moja, si kweli? Msikiti ni moja tu pekee yake, msikiti ni huu moja. Kwa hivyo tumeweza kuwatunuku vitabu kama hivi, ni vitabu vya sala E, vitabu vya sala mafundisho yake e, kwa lugha ya Kikamba, kwa sababu ya watu ambao wanaingia katika dini waweze kufahamu sala zao kwa taratibu, kuanzia kwenye kutawadha. Kila kitu katika sala kimedhereshwa hapa. Kwa hivyo, inshallah, huu ni msikiti wetu wa muudhaa. Msikiti wa muudhaa ni kama huu na hii tawani, msikiti ni moja peke yake, inshallah. Kwa hiyo vitabu zimefika mahali pake kwa ajili ya kusomwa na wale ambao wameweza kuingia katika dini. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. <coughs>